Instagram wameachia update mpya ambayo ina mabadiliko kadhaa kwenye mfumo mzima wa Instagram. Sasa mbali na maajabu ambayo tayari yapo katika update mpya, swali ambalo tunatakiwa tujiulize mimi na wewe tukae vizuri kabisa kwa umakini tujiulize ni kwamba je, yeah, kipya ambacho kimeletwa katika hizo update mpya za Instagram ni kitu ambacho East Africa ama Tanzania ni kitu ambacho tunakihitaji? Ni kitu ambacho kina umuhimu kwetu, yani zile update ambazo tayari zimeshafanyika, je, yeah, kwa sisi watu wa East Africa, wa Tanzania ni kitu ambacho kina manufaa sana kwetu? Tunahitaji ama hata kama ingebaki vile vile kwetu thani, ni sawa tu. Nadhani ni kitu ambacho natakiwa kujiuliza, na kama hujajiuliza basi nayo majibu ya kukuambia hapa. Nitakwambia wewe nisikilize kwa makini sana. Karibu sana katika ulimwengu wangu huu, ni ulimwengu wa teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili, #nguvu tunasema tech ni Kiswahili. Mimi naitwa Snash, eh, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili, #nguvu kama ambavyo nimekuambia, hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwangu, lakini si kusubscribe peke yake, hakikisha una subscribe, lakini pia una share na wenzako, mwambie bwana, ni vyema ukaweza kutambua kitu gani ambacho Snash amekizungumza cha teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Na asante sana kwa Mars Communications Limited distributor ama wasambazaji namba moja wa bidhaa za Hisense Tanzania. Eh, bwana, ukiangalia okay, katika mfumo mpya wa Instagram ambao upo sasa hivi, hizo update mpya ambazo zipo sasa hivi, kwanza ni katika interface kiujumla, lakini hii ni update ambayo Sithani, kama ni kwa kila mtu ama ni kwangu tu imenitokea hivyo. Ile update yake huipati katika App Store ama Play Store huku, kwa maana ya kwamba ukaenda uka update. Kuna kama notification inakuja pale kwamba update. Ukiupdate pale pale katika Instagram tu, basi mfumo unabadilika. Ukiangalia interface ambayo ilikuwepo mwanzo katika ile page ya Instagram pale, kama utakuwa umefungua na huko home, ukiangalia katika upande wa juu kushoto, kuna Instagram neno pale. Kwa like ni pale, alafu ukiangalia kuna sehemu ya direct message iko pale juu kulia, na ukishuka chini utaona kuna home, alafu kuna sehemu ya search ama explorer, alafu kuna sehemu ya kupost kwa maana ya kwamba kama unataka kupost reels, post pale ile katikati, alafu pembeni kuna reel, alafu baada ya reel palikuwa na sehemu ya profile katika mfumo ambao umepita. Ukiangalia katika huu mfumo ambao ni mfumo mpya, ukiangalia katika upande wa kushoto juu kuna icon ya ku upload sasa, kwa maana ya icon ya plus, ambapo pale sasa ndio sehemu ya ku upload. Sasa hivi kama unataka ku upload, ku post kitu eh, iwe ni feed, iwe ni reel, iwe ni story. Ukiklik pale ndio inakupeleka katika sehemu ya kuweza ku-upload na lile neno Instagram ambalo lilikuwa upande wa juu kushoto, sasa hivi lipo katikati. Na ukiligusa vile vile kuna following na favorites. Na ukiangalia katika upande wa kulia juu kuna ile icon ya kopa, kwa maana ya likes, iko pale. Na ukishuka chini sasa utaangalia kuna home upande ule wa kushoto kama kawaida, afu kinachofuatia ni reel. Lakini reel sasa hivi ile icon yake imebadilika, icon ya mwanzo ilikuwa ni tofauti na icon mpya sasa hivi imebadilika baada ya real, kuna sehemu ambayo ni direct message. Lakini direct message pia mfumo wake ile icon imebadilika au unajua sio mara nyingi kuweza kukamata macho yako eh, lakini kikiwa chini hapa ni rahisi sana kuweza kutambua kwamba kuna kitu kipya ambacho kimekuja. Kwa hiyo kama kuna alama ya notification kwamba kuna message ndani yako ikiwa pale chini na inakukera, kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kufungua, kuna nini, mbona kuna dot nyekundu hapa. Lakini ikiwa juu upande wa kulia inaweza pia ukapotezea, kwa sababu unaona ah, hainikeri sana, na kama sio mtu wa kuweza kufuatilia sana masuala ya SMS nini wala unaweza usideali na hizo vitu. Lakini pia ukiangalia katika reel reel sasa hivi uh, zipo chini kule kule, lakini imeanza baada ya home ni reels. Kumbuka ni kitu ambacho wanakipa kipaumbele sana. Kuna moja kati ya video ambayo ameongea huyu ni head wa Instagram anaitwa Adam Muzori ambapo yeye aliongea na kusema vitu ambavyo wanavipa kipaumbele sasa hivi Instagram. Kwanza ni messaging kwa maana ya direct message, lakini pia ni reels na recommendations. Sasa recommendations ni nini? Ukiangalia, okay, chini nimekuambia katika hiyo new update kuna home, alafu kuna reels, kuna direct message, alafu kuna ile icon ya kusearch ama ku explore. Sasa pale ndo sehemu ya recommendations. Kwa mfano we ni mtu ambaye unapenda sana masuala ya mipira, basi ukiwa unaangalia sana hivyo vitu wanakufanyia recommendations. Kwa hiyo ukiingia katika explorer pale vitu ambavyo utakuta vipo vingi kwa wakati huo ni vitu vile ambavyo unapenda kuviangalia sana. Sasa Instagram, hivi ndivyo vitu ambavyo wanavipa kipaumbele, ndio maana hii update mpya ukiangalia, hivyo ni vitu ambavyo wamevipa kipaumbele sana, vyote viko chini na vimefuatana: reels, direct message na recommendations. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa. Na kingine ambacho ni kipya katika Instagram, kuna ile inaitwa map ama ramani, ramani ambayo ni kama vile Google map lakini ipo katika Instagram sasa hivi, ukiingia katika Instagram, ukiingia katika sehemu ya direct message utaona pale kuna kitu kimetokea, imeandikwa map. Map ni ramani. Sasa hiki ni kitu ambacho baada ya kuanza ilianza US na sasa hivi nadhani ipo kila sehemu, kwa sababu Tanzania pia ipo ramani ambayo inakupa nafasi ya kutumia mfumo wa ramani kawaida tu, kama vile ambavyo unaingia katika Google Map. Hiki ni kitu ambacho baada ya kuanza kikaleta maswali mengi sana, watu waka complain na kusema ya kwamba labda Instagram wanaleta mfumo wa kuanza kuwafuatilia watu, japo wenyewe wamesema hapana, si hivyo. Lakini bado wengine husema ya kwamba inawezekana Instagram wana feature na na, ili kuweza kuwa safe na hii kitu, ukiingia katika map pale kuna sehemu ya setting upande wa juu. Ukiingia katika setting unaweza ka turn, uh, ukasema no one kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kupata location yako. Unaweza kuweka kwa ajili ya friends, kwa marafiki tu, ama wale close friends ama only, uh, this friends, ukawachagua kwamba hawa wa marafiki hawa tu ndio ambao wanaweza kuona location yangu. Hii ni nzuri lakini pia ni mbaya kwa sababu kama ni mtu ambaye hautoiseti vizuri maana yake ni kwamba kila mtu anaweza kujua location yako. Lakini kama utaiseti kwa washikaji zako tu, kwa mfano mimi natumia Instagram, nimeset, kwa washikaji zangu 1 2 3. Ikitokea. Nimepotea. Ikitokea sipo basi ni rahisi pia yule, uh, rafiki yangu kunitafuta kwa kupitia Instagram. Lakini kama ikiwa ni mtu ambaye simu yangu labda nimepoteza, ni rahisi pia simu yangu kuiaccess kwa kupitia Instagram peke yake, kwa sababu nitakuwa nimeshare na mshikaji wangu. Labda Hasani imepotea, mimi nitamtafuta Hasani, Hasani, naomba Instagram yako niangalie location ya simu yangu. Japo ya watu usema kwamba ukiturn off location huwezi kupatikana, lakini katika Instagram baada ya kufanya utafiti kidogo bado inawezekana kwa sababu Instagram inatumia mfumo wa IP address, kwamba ume turn off location bado IP address ziko na wewe na bado IP address zinatumika kwa ajili ya kuweza kutafuta. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye una maseke yako, hutaki kutafutwa basi turn off weka no one. Hakuna mtu ambaye atajua location yako. Lakini hii mimi nimeiangalia katika jicho la tatu zaidi. Hii ni nzuri kwa wafanya biashara na watu ambao wana maofisi, zile peji za biashara, peji za makampuni kwa sababu, kwa sababu mfano ni kampuni fulani, peji yenu inaitwa peji fulani, Ukiweza kushare location, maana yake wateja wako wataweza kujua ofisi yako wapi ilipo. Lakini pia mwenye duka ni rahisi kuweza kujua, je, duka lako wapi ambapo lilipo, watu wakaweza kufika kiurahisi zaidi kwa kupitia Instagram. Sasa hivi ni vitu ambavyo Instagram wameviweka so far, ambavyo ni vitu vipya. Linakuja swali pale pale, je ni muhimu kwetu? Naweza kusema katika masuala ya interface kwa kibongobongo si muhimu, kwa sababu wala sisi hatujali ni kweli kabisa, majority, namba kubwa ya watu huwa hawajali kwamba kuna kitu gani ambacho kipo, as long as ya kwamba naweza nikapost, nikapata likes comment, inatosha. Kwa sisi huwa hatujali, lakini katika hii map naweza nikasema ina umuhimu kwa baadhi ya watu, watu ambao watatumia map kwa maana ya map. Kwa wafanyabiashara, kampuni, ama ni mtu ambaye unajua unajilinda ipasavyo, ukashare location na watu wako wakaweza kujua wapi ambapo unapatikana. Hata kama umeenda kula bata, share location na washikaji zako wakajua kwamba huyu jamaa anakula bata sehemu fulani. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa. Basi weka comment yako, niambie wewe unafikiria kitu gani. Muhimu sana ukasubscribe katika YouTube channel yangu ili kwa wa kwanza kila siku upokea notifications za habari kutokea kwangu. Mimi naitwa Snashtz, mtu ambaye anakuambia kuhusu teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag nguvu tunasema tech hii e ni Swahili. Asante sana kwa Mars Communications Limited, distributor ama wasambazaji namba moja wa bidhaa za Hisense Tanzania. Hawa ndio ambao wamenipa nguvu mimi ya kukwambia kuhusiana na chochote kile cha teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Till next time, bye bye.